Akujamzezi kuye... amejaribu kutafuta basari ya wabi east scholarship, zimefungwa, sijaipata kitu chochote, na kuomba tu mbunge Martin Pepela unisaidie niende shule ili nirudi nikasaidia wazazi wangu pia. Majina naitwa Emily Nyali, mimi niko hapa niko, niko na fua, niko na msichana wangu huyu amefanya grade 10. Anaingia, alikuwa ameitwa shule na sina namna na sina pesa. Niko tu hapa kwa kibarua, tunafanyako kidogo lakini haitoshi, na tangu wezake wafungue shule ye yako tu analianga tu siku na mchana, tunatafuta tu ya kufua tukule angalau tupate ya kukula. Naomba mwenye ako wahisani, wenye wanachiweza naweza nisaidie huyu mtoto wangu aingie St Cecilia aliitwa huko. Mwenyeni iko na shida ya, ya mgongo, siwezi chota maji. Sasa natembea na yeye angalau tutafute kufua, tukipata ye anachota maji na mimi nafua, ananisaidia kuanika, tukimaliza hivyo na tunakuja nyumbani. Pesa yenyewe haitoshi, wanaweza kukupea kama mia mbili, mwingine anakupea 150, haitoshi. Mimi naomba msaada, mwenye ako na kitu kidogo kiasi, tusaidiane, munisaidia huyu msichana wangu aende shule e, kama women rep Wambilianga, nakuomba Msichana ana nimetembea nimesunguka, hakuna sichapata. Mheshimiwa Timu Wanyonyi, unasaidia wengine huko nje, hata mimi naomba unisaidie msichana wangu na aende shule. Nyama na matini Wanyonyi, naomba usaidie nisaidie huyu mtoto wangu aende shule. Kwa majina naitwa Melisha Mnyali, nilikuwa nasoma Mkuyu Primary School. Nikafanya KJSEA nikapata point 49, lakini wazazi wana pesa, naomba tu mnisaidie. Niende shule mangu anashenga tu manguu Jina la mzazi St Cecilia akajaribia kiota lakini hakuweza, ikabidi tumerudi tu nyumba. <coughs> <coughs> mimi nasaidia ngapa mama kazi, na ni mgonjwa, ako na shida ya mgongo hata saa zingine anaweza kuja asema kifuida muma, inabidi nimemfuata penye anafanya kazi nimsaidie, ndio ili tupate pesa hata ya chakula. Mzee hata ana pesa Cecilia Misikhu. Na tatu, pesa ya uniform hata hakuna. Naomba tu kama unaweza kunisaidia, ukanisaidie tu nikaende shule ili nisome, nimalize, nisaidie familia yangu. Nikimaliza kusoma, ningependa kuwa agriculture officer. Majina ni Roslyn Nambuye wa Njala Uyu mama huwa narauka mapema asubuhi kuja kufulia jirani yangu manguo. Mtoto wake ameitwa St Cecilia Misikhu na mpaka saa hizi mtoto hajaingia shule. Hawana uwezo. Huyu mama huwa anafulia watu manguo, ndiye anapata chakula, anawasaidia shuleni. Sasa tunaomba mfadhili yoyote mwenye anaweza saidia huyu mtoto aende shule ambaye aliitwa St Cecilia utafurahia sana mamake. Hata ni mgonjwa anasema mgongo inamuuma, lakini inabidi mpaka afue manguo ndio watoto wakule na asaidie wale wengine.